Na hata akija mgeni nyumbani kwako, ukimuuliza unakunywa soda gani, akikwambia yoyote, usimpe. Aeleweki ati yoyote, yaani hana hata soda. No, toka hapa yoyote. <gibu> hata kazi utasikia mtasamia kazi yoyote, toka. Mjinga wa kazi yote, lazima uwe na kitu unatembea nacho kwenye maisha. Una kitu gani? Mungu akufanikishe. Una jambo gani? Fanya kazi kwa nguvu. Tunajihurumia sana mtu analala. Maandiko yanasema mvivu ni kama bawaba, yaani kitandaji eh, eh, eh, eh. Mungu amewekeza akili popote, ulipotumia akili yako ipasavyo, akili yako isifanyike dustbin. Unatafuta kwa akili, sio kwa nguvu. Ndio maana hakuna mganga kienyeji kijana, mganga kienyeji wote wazee wanatafuta kwa bongo. E, unajikatia tamaa mie, basi basi nitoka, basi wapi? Kama hutaki changamoto, nenda makabulini Kinondoni, hakuna bando wala tozo. Nenda huku hapa dunia ya changamoto, nazaliwa changamoto, ila kitu changamoto, lazima ushinde changamoto. Na ukiamka asubuhi, ziombe changamoto, songa mbele. Wachokozi wanakusaidia kwenye maisha, changamoto zinakusaidia kwenye maisha mchun mimi mke wangu nilimpata hospitali nimeenda kutibiwa nikasema tulia na ugonjwa mwingine. Maisha yanaendelea. Sio tena sasa hivi kupanda mabasi tu kwenda kujisaidia kwa tangazo mpaka ngedele wanaona. Mimi naruka na ndege sasa sa hizi. Sasa hivi mimi sio mnyonge. Napokea pound sterling, napokea dola. Eh, sio mnyonge. Hivyo unavyoniona na sio mnyonge kweli kweli, sio mnyonge. Kama sijashiba kwenye sahani siwezi so kulamba vidole. Sasa mimi nilicheza boxing Simba Boxing Club, nikanywa chuma mshikishini Bodbrin. And wet lifting nikavuta magari kwa meno miaka ya nyuma, nikavuta magari. Mimi mfupi kama tairi ya gari, nina nguvu kama Farudion. Somo pili sura ya 12 ule mstari wa 7 anasema, kama vile hekima ilivyo ulinzi ndivyo fedha ilivyo ulinzi. Kama una fedha, una ulinzi. Ukiwa na hela, una ulinzi. Ndio maana vijana wengi hawana hela, lakini wana bonge la wallet, hamna kitu. Anatengeneza ulinzi, kuna vitambulisho vya NIDA na kupiga kura, ana hela waleti mpaka suruali inashuka inaning'inia, bonge la waleti. Wasichana wengi hayo mabegi hamna kitu, mnalipustiki na wanja ni ulinzi tu. Kwa hiyo kuwa na hela, mwenye hela anaweza akakutukana, ukaona matusi yake utani wewe, unjui utani wake. Utani mimi nipo hapa na mambo machache niwaambie, na nipe muda, MC, ukiona naendelea nipige stop. Hata kwangu hakuna jambo jipya, yalikuwepo, yapo, yatakuwepo ya. Kuna watu wengine ukimkaribisha, kuombea chakula naombea mpaka vita vya Ukraine ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu, tukupa hamasa kujengea uwezo wa kufanya zaidi. Mchungaji Hananja, karibu, nafasi ni ya kwako. karefuaka kama naogelea na namkiogelea, wote mnakuwa wafupi, hakuna mrefu lakini kimo changu fursa sawa. Chochote ulichonacho fursa. Mimi kimo hichi nikiandika international MC na vidundika, kila mtu ananipenda. Ukiwa mrefu kucheza mpaka ujipinde hapa, hakuna hasara. Unajua hatukuja kwa bahati mbaya. Yoyote unayemwona kushoto au kulia kwako, ipo sababu ya kuwa naye karibu. Shida yetu sisi Waswahili tunachukiana, badala ya kuzungumza mambo ya maana unazungumza miguu ya watu, angalia mguu wake mwembamba Angalia alivyovaa alivyovaa, ujinga yaani ujinga mtupu. tunazungumza ujue. Yaani, tukikutana hapa, yaani mimi ni kuonana na ndugu yangu hapa, udada ni fursa kubwa sana, misingi yawonana naye tangu kuwekwa misingi ya dunia. yoyote ulekanaye apotoke na kitu kwake, siyo unakaa naye tu tuki hasaraasara, hakuna hasara duniani, huyo ana kitu ndani yake. Mimi nilienda kwenye kanisa moja, miaka miwili niwanunulia gari kuwaya kutoka Japani. Miaka miwili tu ilitosha nikawanunulia kwaya. Vijana nataka bajaji kumi nikawanunulia moja kwa ajili ya korona, wengine nikawaanzishia mradi wa kufuga wanyama, lakini wenyewe wapo miaka tangu tisini na moja wajua, wanapiga stepu tu, wakitoka hapo wanaomba buku ya nauli. Lakini kuna watu wenye akili pale, unakaa na watu hapa wanye akili, akitamka neno lake tu akiuza wazo lake, ukilifanyia kazi unasonga mbele kwenye maisha. Yaani ujakaa na mtu wa hasara. Kwanza muangalie ule kanae karibu ona kama utamwajiri siku moja. Ona wewe mfanyakazi wangu wewe. Mungu ameniletea mfanyakazi. <laughs> Usione kama una utajiri wewe, muone kama utamwajiri. Mimi hapa naona kama nitawajiri. Iko yani siku nitawajiri. Yaani nitawajiri watu wengi hapa. Mimi naitwa Mchungaji Richard Jackson Hananja au Rich Bironea. Lazima ujitangazie mema, usiseme mimi mtu wa kawaida kawaida tu, mtu wa ovyo ovyo, no. Lazima hata kwenye vikao vya familia uwe, uwe mgeni rasmi. Ujawahi kuwa mgeni rasmi hata kikao cha kijiji. Maana yake nini? Unaondoka duniani. Mimi walinikaribisha mahali fulani kuwa mgeni rasmi. Nilikuwa na milioni moja ya watu. Walinishangilia, nikaitoa yote. Nilipomaliza na homa nilipata kimgeni rasmi. Kila siku unakuwa mgeni wa kawaida maana yake nini? Ndugu yangu aliyozungumza hapa unaweza ukamwita mgeni rasmi, mwenye kitu mgeni rasmi. Sawa wapendwa. Mimi najiita Rich Bilionea. Kwa nini? Bilionea wa akili na afya. Kimo changu cha maandamano kimo cha bajeti. Eh, hii e ndio toleo la mwisho kama albamu la uumbaji wa Mungu. Anezidi ufupi wangu mlemavu sio mfupi. <laughs> Sasa hivi mimi ni mkurugenzi wa Hananja Compassion Foundation, ni taasisi inayoshughulika na watu wanaotumia dawa za kulevya. Nawapokea kila siku changamoto ya ndumu na ngada, unga na bangi, na sasa hivi kuna bangi inaitwa skanka, a dangerous skunk, hatari. Kila siku ninawapokea kila siku na najenga na soba house Kibaha. Nimenunua hekari kumi, najenga soba house napoishi, mimi ni hekari tatu. Dar es salaam da, nina hekari tatu. Baba yangu kuku wa kienyeji anapekua, babu yangu kuku wa kienyeji, na mimi kuku wa kienyeji, lakini leo natoka kwenye kuku wa kienyeji. Maisha yanasonga mbele mimi ni tajiri wa akili na afya. Ee, sasa hivi mimi mlezi wa taasisi kumi na nane Tanzania, lakini baruzi wa moja International Bible College Dallas Texas America, lakini nimesajili taasisi na watu wa UK nimesajili taasisi. Sasa hivi, Iowa City, Kansas City na sajili taasisi mke wangu Dr. Rose yuko Amerika. Maisha yanaendelea, sio tena sasa hivi kupanda mabasi tu kwenda kujisaidia kwa tangazo mpaka ngedele wanawaona. Mimi naruka na ndege saizi. Uh, na hapa ukija tumeandika kitabu ya chang... fahamu madhara ya dawa za kulevya. Mimi nayajua maisha, nimechimba dhahabu, nimechimba Tanzanite, nimebarisha, nimeuza vinyago, nimechonga vinyago, nimechonga ukiniambia ujasiriamali, sijawe kuajiriwa, niajiriwa kanisani na niliacha mwenyewe. Bado miaka sita nalipo mshahara karibu milioni mbili, nikaandika barua ya kuacha, na gari ninayo. Nikaandika kama sijashiba kwenye sahani siwezi kulamba so vidole, imetosha, nikaandika kuacha, na ile la yao ya mafao nikaitoa kwenye simu nikaila yote mpaka ishe, nikaanza upya maisha. Mimi sikuja duniani kwa ajili ya ajira, yuko Mungu aliyenileta naweza kuishi duniani, maisha bado yapo. Mimi sikuja hapa kusaidiwa, nimekuja kusaidia. Sikuja kusaidiwa, siendi kwa ndugu, siendi kwa mtu yoyote. Sikuja kusaidiwa, nimekuja kusaidia. Haya ndiyo maisha. Sasa nikwambie mambo machache ambayo unaweza kuyatekeleza ukasonga mbele kimaisha. Sasa hivi mimi sio mnyonge, napokea pound sterling, napokea dola E, sio mnyonge hivyo vile navyonona, sio mnyonge kweli kweli, sio mnyonge hiyo. Bilionea siku yes, moja utachenga kule. Nimepanda minazi mia mbili hii minazi ya kisasa mirefu mia mbili na naendelea kupanda kwenye soba house yangu. Nachenga miliki wa mgahawa wa mateja unaitwa ugali jero mboga kwenu. Sasa mateja mara nyingi wao na wanahela mia tano jero, kwa hiyo nawauzia ugali jero mboga. Anakuja naye mimi sio mke wake, nampikia aje na mboga yake kwa hiyo changamoto za watu kwenye maisha ni fursa. Hizi changamoto Tanzania hakuna ajira lakini kazi zipo. Akili yako changamoto za watu ndiyo kazi yenyewe. Mimi nilianzisha kwa mateja, watoto wakanicheka, mchungaji wa mateja. Ni kwa sababu mimi nilicheza boxing Simba Boxing Club, nikanyanyua chuma Mchikichini, bodybuilding and weightlifting, nikavuta magari kwa meno, miaka ya nyuma nikavuta magari, mimi mfupi kama tairi ya gari, nina nguvu kama Farujoni miaka hiyo, niko da, nimezaliwa da, kila kitu kinawezekana kwangu Nimesoma Kibaya Education Center, Kibaya Secondary Vipaji vipajile. Baadaye nikaondoka nikasoma FDC. Mimi fundi seremala, fundi bomba fundi ujenzi eh, mimi fundi wa mambo mengi, nachonga vinyago. Nimemchola jamaa mmoja akanipa milioni kumi na sita ukitaka hapa na kuchora mpaka unashangaa. Maisha yanasonga mbele, huwa na ujuzi, uwe na wavu kwenye maisha. Hatuwezi kuweka samaki kama una wavu, unalalamika tu na chochote unachofanya, haiwezekani. Sawa mpendwa. Kwa hiyo mimi haya maisha ngoja ni kuambia mambo machache. Na sasa hivi mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4 naenda China nimealikwa. Tanzania kiwanda domo langu ndio kiwanda. Ukingoa meno umeniua. <laughs> Mimi Me, nimeitwa Marekani, nimetembea state nyingi, Iowa City, Kansas City, Las Vegas, Sin City, nimetembea uh, Yunani, uh, North Carolina, state nyingi na ruka na ndege tu. Mwaka mmoja umebadilisha maisha yangu. Hakuna kukata tamaa. Wanasaikolojia wanawadanganya hela za ujanani huziwezi mimi nimechimba dhahabu na watu hela za ujanani zimewa drive wameondoka duniani Tulia mpaka Mungu akupe unini nafasi ya kukomaa akili yako Usitaki kuolewa una miaka 20 bado mdogo unaoa unajioa bado tulia eh, Kutunza mume mrefu kama yule sio mchezo zaidi ya kurusha ndege ya kivita Tulia mdogo nataka kuolewa uolewe na nani tulia bwana eh, Unakimbilia unakuwa kama nyau na mume akijui kama ameolewa tulia Wewe eh. Wewe mimi nipo hapa na mambo machache niwaambie. Na nipe muda MC ukiona naendelea nipige stop. Sababu kwangu hakuna jambo jipya yalikuwepo yapo yatakuwepo. Wewe kuna watu wengine ukimkaribisha kuombea chakula naombea mpaka vita vya Ukraine. Wewe ukiona naendelea hapa wewe ni achi kwangu hakuna jambo jipya. Yalikuwepo yapo yatakuwepo. Utu, utoto, utumwa, ujana, maswali, uzee, ugonjwa. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Wembamba, umbaji, urefu, fahari. E, unene, kupenda ufupi, maonyesho, hayo ndiyo maisha. Kwa hiyo wewe ukiona naendelea nipige stopu tu, inatosha kwangu. Sawa, wapendwa. Kwa hiyo mimi nikiona ninyi mmesoma, mna elimu, yani mimi namtukuza Mungu sana. Yani unalalamika umekwenda shule, elimu yenyewe ndiyo kazi. Dunia hii kuna watu hawajasoma wanateseka sana. Ziko nafasi, hajaenda shule, shule hiyo ni ofisi, siku moja iko mkononi. Subiri, unataka haraka sana, unataka kuiga watu wamefanikiwa watu. Tulia, hatua kwa hatua. Ndio maana ukizaliwa kuna hatua kwa hatua huwezi ukazaliwa ukakimbia. Sasa ile nesi atakimbia, aliyezaa atakimbia, hospitali nzima watakimbia. Kwa hiyo hii ni hatua kwa hatua, subiri taratibu. Maisha huko ukiwa na mipango, ukiwa na malengo, zingatia haya mafundisho unaofundishwa, unasonga una mbele kwenye maisha. Haya ni maarifa. Suleiman katika Mithali sura ya kumi na mbili ule mstari wa kwanza anasema apendaye mafundisho upenda maarifa. Na fedha, kupenda fedha ndiyo dhambi lakini kuwa na fedha sio dhambi. Timotheo wa kwanza sura ya sita mstari wa sita mpaka wa kumi, lakini utawa na kulidhika ni faida kubwa, kwa maana tukuja na kitu duniani na hatuwezi kutoka na kitu. Tukiwa na chakula na nguo tulidhika na vitu hivyo, lakini hao wataka kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru zinazotosaza wanadamu katika upotevu na uharibifu. wa mstari wa kumi maana shina moja la mabaya kila namna ni kupenda fedha, ndio dhambi kupenda fedha. Tafsiri yake uko tayari kupiga mtu risasi, kutoa mtu kafara, ndio unapenda fedha. Dhambi kuwa na fedha sio dhambi anaandika mhubiri um, Suleiman katika mhubiri um, sura ya 12 ule mstari wa 7, anasema kama vile hekima ilivyo ulinzi ndivyo fedha ilivyo ulinzi. Kama huna fedha huna ulinzi, ukiwa na hela una ulinzi. Ndio maana vijana wengi hawana hela, lakini wana bonge la wallet, amna kitu. Anatengeneza ulinzi, kuna vitambulisho vya NIDA na, na mbili, ya NIDA, kupiga kura. Ana hela wallet, mpaka suruali inashuka, inaningia bonge la wallet. Mwambie jirani yako, ni ulinzi tu, amna kitu <laughs> Wasichana wengi hayo mabegi hamna kitu, mnalipustiki na wanja ni ulinzi tu. Kwa hiyo kuwa na hela, mwenye hela anaweza akakutukana, ukaona matusi yake utani wewe, unajui utani wake, utani utani wake, ana hela hata <gulia> kwenye familia. Kama huna hela, utakuwa mpasua kuni kwenye msiba na mfunga turubai. Huna hela, tavuta mane sawa. Hela ngumu, ndio maana wanawake kwenye bodaboda wanapanda wawili, sio kwamba wanapendana, hela yao mshikaki. Nikupe mambo machache ya fedha na ni muhimu sana kuwa na fedha kwenye maisha, lakini mambo muhimu, kwa sababu kuna maswali thelathini na tisa uja nani, kuna vipimo kumi vya uchumba, kuna urafiki wa aina sita, kuna uwekezaji wa aina nne, Mungu amewekeza, kuna mambo matano ya kufanikiwa. Ngoja nikupe uwekezaji wa aina nne. Uwekezaji wa kwanza, hali ya kiroho. Hali ya kiroho ya mtu ni muhimu sana lakini, sasa kama huna hali ya kiroho, hata ukipata fedha unahongahonga kama vikoba. Yani, yani una wahongaji wengi, kila mtu nitumie vocha, kila mtu hapa anadaiwa, hapa anafanya nini? Kwa hiyo tulia, hali ya kiroho na mapombe sawa, vitumkiza kwenye mapombe, hali ya kiroho haieleweki, kuongaonga kila wakati. Hata wewe na shilingi ngapi zitakufa, hali yako ya kiroho ni muhimu sana. Jambo la pili, mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote. Jambo la pili kwa akili, haitaji kifedha, inahitajika akili. Mimi nimecheza na mateja, watu walinicheka, ndio umepata mlango huko, ile changamoto ya watu duniani hiyo ndiyo fursa yangu awa. Wow, mateja, wakati fulani nilienda Bagamoyo nikapita mpaka Mangesani na bichi, nikawakusanya nikawatengenezea nyimbo. Mimi ndo mtunzi wa nyimbo, mimi ndio mpiga mabiti mbele yao, wataimba tu, hakuna kusinzia rosto wala nini. Hey, nikatengeneza nikawabeba Wamorogoro Msamvu na Manzese mateja, nikasema kupitia wa mateja, watu walinicheka, nitapenya huko Kubongo akili mjini, njoo na akili, kila kitu kipo hapa, hapa. Amen, njoo na bongo tu na Mungu ametupa akili, ndio uwekezaji. Kuna uwekezaji wa aina nne, kwa kwanza, hali yako ya kiroho, aina ya pili, akili. Nikaenda hapa boma na Ilala nikawapandisha Diamond Jubilee, dunia ikaniona. Hizi simu hizi hapa duniani Mungu ametuletea humu, ndio liko soko ya kila kitu humu. Unaangalia tu vitu vitu, vitu vya ovyo ovyo tu vya, vya katika viuno tu gwenju gwenju gwenju. Humu nataka kuangalia mambo ya maana. Nikawapandisha Diamond Jubilee, nikawabeba da, nikawapeleka Morogoro Dodoma, nikawakusanya nikampeleka Kilimani Hall, dunia ikanitambua, ikanialika. Sasa naenda kuongea nini? hivyo hivyo, dunia imeniita huyu, nazunguka dunia hii kwa sababu iko akili. Mungu amewekeza akili, popote ulipotumia akili yako ipasavyo. Akili yako isifanyike dustbin. Kuna watu muda mwingi akili yao kusengenyana, yani muda wa kusengenyana, mwangalie nywele zake, mwangalie nguo yake, mwangalie huyu babu, amemtoa wapi? amemtoa wapi? amemtoa hapa, dunia anataka nitoe wapi? Kani muda mwingi unaangaika tu kuangalia, na unakubali watu watupe uchafu wao kwenye akili yako. Akili yako sio dustbin. Hapa ukitoka utoke na jambo. Mungu afanye ukombozi wa fikra, ama upate mume hapa, haleluya, au upate mke hapa hapa, haleluya, au upate kazi ya kufaa. Hapa usitoke na hasara. Mimi mke wangu nilimpata hospitali, nimeenda kutibiwa, nikasema, tulia na ugonjwa mwingine Akaniambia mzee, umevuta nini? Nimevuta sasa wapi? Nimekuzimia. <laughs> Yaani ugonjwa umenipatia ya demu. Wewe vipi? Sawa na kunjua uso wako, maisha yako, kunjua uso, tengeneza furaha, watu wakupende, biashara, kunjua uso wako uwe na apple face. Siwe sio na uso wa uh, uh, uso wa limao unakusaidia nini? Kunjua uso wako, tumia akili yako ipasavyo, na Mungu akupe akili hapa hapa Tanzania, hapa hapa duniani. Mimi sasa hivi ni mkurugenzi wa taasisi ya changamoto ya afya ya akili, pia tumesajili dada mmoja alikuwa na ugonjwa wa akili amelazwa hospitali amepona, tumeanzisha taasisi. Kila changamoto napata fursa. Usijifanye unataka ndoto yangu, hakuna ndoto, daka fursa ndoto za mateja na wazee, daka fursa. Nalazimisha kuwa mwanajeshi, mwisho utaishia kwa sungu sungu. Daka fursa, mpendwa. A, tumefundisha ndoto yako, ndoto yako. Muulize yule pale mtu aliyekuwa amesoma amefundi welder size. Hakuna cha ndoto hapa, tunadaka fursa sawa. Ndoto ndoto za mateja kwenda South, wanaota South Africa yuko hapa, na wazee wanaota ndoto. Kijana maono fursa, usiishi jana. Hata kama jana umekosea jana, umefilisika anza upya. Kama kama unaanza leo, Mi maisha yangu kama naanza leo. Wewe unaweza kufilisiwa, mtu akanizurumu, sijali. Mateja wananiibia, sijali. Napelekwa mahabusu, sijali, kama nabalisha chumba akili yangu. Wewe sikuwa trash, wewe sikuwa dustbin, wewe sikuharibu akili yangu. Uchafu wako utabaki nao mwenyewe. Mimi siishi jana, naishi leo. Wewe, unaishi jana. Jana historia, leo zawadi, Kesho maono. Hata kama nimefilisika kwanza, hata miaka ishirini na sita kwa hiyo ishi leo. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Watu wa mitumba mimi wananifresha kweli. Kila siku nasikia areoreo, mari mpya areoreo. Jana hata mwezi mzima nguo zile zile za areoreo. Yaani, nyingine suruali mguu umekatika, areoreo, mari mpya areoreo. <laughs> Wewe unaishi jana, mimi amenisema mimi amenizulumu. Mimi nimefilisika. No! Songa mbele kama unaanza upya maisha. Lakini subiri uone Mungu anafanya jambo. Ni wakati wa kusubiri, wakati unasubiri na malengo. Unasubiri una kitu, una kitu gani Mungu akufanikishe? Una jambo gani? Uko dereva boda boda, anakufanikisha kutoka wapi? Una jambo gani? Na hata akija mgeni nyumbani kwako, ukimuuliza unakunywa soda gani, haikwambia yoyote. Usimpe, aeleweki yoyote? Yaani huyu hata aeleweki, hana hata soda anayoijua ati yoyote. Toka hapa, yoyote <laughs> hata kazi utasikia mtasamia kazi yoyote. Toka mjinga wa kazi yote Lazima uwe na kitu unatembea nacho kwenye maisha. Mambo, vipimo kumi vya changamoto ya afya ya akili. Ukimwona mtu ananunanuna kila wakati, ana changamoto ya afya ya akili. Kwenye sherehe amejaza chakula mpaka sahani inamwagika, changamoto ya afya ya akili. Anakula sausage ili alale, anatafuta kupungua, changamoto ya afya ya akili. Ananuna uso alimao, changamoto ya afya ya akili. Anasema wanaume wote hawaeleweki, changamoto ya afya ya akili. Wengine tuko fresh sisi, toka hapa, wanaume wanaeleweka. Una changamoto ya afya ya akili. <laughs> <laughs> A ni ishi jambo la uwekezaji wa akili akili, uwekezaji wa aina ya, ya tatu. Mungu alipomuumba mwanadamu amewekeza kwa nguvu, fanya kazi kwa nguvu. Tunajihurumia sana, mtu analala yaani maandiko yanasema mvivu ni kama bawaba, yaani yani kitanda leo, eh, eh, eh, eh, ndo kujinyosha eh, wewe utakufa rofa tu <laughs> mimi hapo nimeona mkongwe, naamka saa 10. Moyo ulikuwa unagoma mpaka umekubali kwenye ndege, maana naruka kwenye ndege, maana niko Chicago mara wapi kesa. Moyo utatulia, kama nitafia kwenye ndege tutaelewana. Maisha bado moyo unaniona niko hensa mbabu, au sio? Moyo utakubali na umekubali wenyewe moyo, maana niko Chicago, maana niko Las Vegas, maana niko Las Columbus, maana niko Nyowa Siri, maana niko Las Vegas. Yani naruka tu niko naogopa mpaka nikazoea nalala safari. Na ndio jihurumie eh? Eh, wewe jihurumie unajinyosha. Eh, eh, eh, eh. Kila wakati kichomi kichomi, antena hiyo tadedi. Eh. Ukiumwa kidogo he he chips chips na chafanta orange chips he hey. Ah uh, mimi nikitapika na kula nikimaliza kutapika na kula. Hey. We, eh. Wewe eh, eh, eh, chips na fanta mnajihurumia? Eh hey, hata kumsalimia mtu vidole wewe jihurumie. Apandaye kwa machozi atavuna kwa kelele za shangwe. Mimi nalala popote, nakula chochote, safari nasonga mbele. Umenilipa sawa, umenizurumu sawa, hujanilipa sawa. Mateja amenibia milioni mbili, sigombani nao. Nimewapa basi langu, wamelifungua vitu vya milioni nne, wamegonga trafiki, nakamatwa wekanime, natengeneza programu wa siku arobaini na mbili, na nawanunulia bange na ngada, nakamatwa pia kule mahabusu. Nasema nasemaua na madirisha chumba, maisha yanaendelea, nipo hakuna mtu atakayeharibu safari yangu. Nina maono ya kuwa billionaire rich billionaire. Mwisho. Mwisho. Uwekezaji wa mwisho fanya kazi kwa nguvu, mpendwa. Apandaye kwa machozi atavuna kwa kelele za shangwe. Wenzetu wahidi bwana wako kule kitumbini, hata wanakubali hata kulala wanne chumba kimoja, hata watano. Sisi, una mwanafunzi utakuta yeye bumu ananua friji, ila utasikia analala kwenye friji la kutisha. Hana vipaumbele ujue. Yeye anakuja kwa watoto wangu anasema weka tiles, mimi nalala juu ya tiles, nataka kuwa na mane kwanza, tiles nalala juu ya tiles. Mimi hata nikisafiri nchi za watu wananipa hoteli nzuri, nikibonyeza kitanda kinabonyea, watanikuta nimelala chini. Safari sio maisha milele. Watakuta asubuhi, mbona hapa umetandikwa vile vile? Mwezoni nimelala chini kwenye kapeti, yana kula zoezi ya maisha yote yale. Safari inaendelea, hakuna kujihurumia. Sawa wapendwa, tunajihurumia mno na tunaona tumechelewa. Sikudanganye mtu, hujachelewa, anza upya maisha. Sawa, wanasaikolojia wakati mwingine watuyanganya mwisho wa kutafuta, miaka 40 ndaka nifafanue umri wa ujana emau elimu ya malezi katika kitabu chao cha mwaka 1985 98, ukurasa wa pili. Elimu ya malezi kwa vijana walizungumza miaka ya 12 mpaka 25. Sera ya CCM mwaka 87 ya malezi ya vijana na watoto ilizungumza hivyo, lakini pia tamko la dayosisi yetu mwaka elfu moja mia tisa ishirini na e, tatu ilimzungumzia kijana miaka kumi na mbili mpaka thelathini na tano. Lakini mpaka miaka arobaini bado kijana, mpaka arobaini na tano bado kijana. Usikate tamaa, sawa, songa mbele. Watu wasema miaka arobaini ndio mwisho wa kutafuta. Waongo! miaka arobaini unatafuta kwa akili, sio kwa nguvu. Ndio maana hakuna mganga kienyeji kijana, mganga kienyeji wote wazee, wanatafuta kwa bongo tu. Unajikatia tamaa mie, basi basi, nitoka, basi wapi kama utaki changamoto, nenda makaburi ni Kinondoni, hakuna bando wala tozo. Nenda huko. Hapa dunia changamoto, nazaliwa changamoto, ila kitu changamoto, lazima ushinde changamoto. Na ukiamka asubuhi ziombe changamoto, ongezeka changamoto, wachokozi ongezeka wachokozi, songa mbele. Wachokozi wanakusaidia kwenye maisha, changamoto zinakusaidia kwenye maisha. Na mwisho, kwa moyo wako wote fanya jambo kwa ari. Tunafanya mambo kwa unyonge, sio kwa ari. Mimi hapa, unaona mimi nahubiri, nakula mistari na meza mistari sio kwamba nameza ila ngumu. <laughs> unavwi mgeni tabibi, nameza mistari na kariri mistari na komaa hela, watu ngumu. mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa <tipa> hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Home of Positive Vibes.